Jeshi la Israel idf limeushambulia tena mji mkuu wa Lebanon, Beirut, na kwa mara ya pili ndani ya wiki moja huku shambulizi hilo likiua takriban watu watatu na kujeruhi wengine saba. Shambulizi hilo la IDF limetekelezwa asubuhi ya kuamkia leo Jumanne Aprili Mosi, 2025 huku likitajwa kuwa huenda linasababisha kukoma kwa makubaliano ya kusitisha kwa vita yaliyofikiwa kati ya Israel na kundi la Hezbollah. Pande hizo zilifikia makubaliano hayo ya kusitisha mapigano miezi minne iliyopita. Kwa mujibu wa wizara ya afya ya Lebanon, shambulio hilo lililotekelezwa kwenye kitongoji cha Dahiyeh kilichopo kusini mwa jiji la Beirut, lilifanyika alfajiri ya Jumanne bila kutoa tahadhari ama onyo kwa raia na kuwajeruhi wengine takribani saba. Jeshi la Israeli limesema katika taarifa yake kuwa lilimlenga mshirika wa Hezbollah aliyekuwa akisaidia kundi la Kipalestina la Hamas kupanga mashambulizi ya haraka dhidi ya raia wa Israel. IDF ilisema shambulio la anga lilitekelezwa chini ya shirika la ujasusi la Israel, shirika la Shin Bet. Hata hivyo, Hezbollah haikutoa kauli yoyote kuhusiana na madai ya kumhifadhi mshirika huyo wa Hamas, japo inakanusha kurusha makombora kuelekea uelekeo wa Israel. Kwa mujibu wa Rais wa Lebanon, Joseph Aoun, shambulio hilo jipya amelilaani na akilitaja kuwa ni onyo ya hatari kuhusu dhamira ya Israeli dhidi ya taifa yake. Nanukuu: ukaidi wa Israeli katika uchokozi wake unahitaji juhudi zaidi kutoka kwetu katika kuhamasisha marafiki wa Lebanon kote duniani na kuwashawishi kusimama nasi katika kutetea haki yetu ya uhuru kamili juu ya ardhi yetu, amesema Aoun, katika taarifa yake kwa umma aliyoitoa asubuhi ya leo. Video za athari ya mashambulizi hayo zinaonyesha moshi mzito ukifuka juu ya kitongoji cha Dahiyeh jijini Beirut nchini humo. Pia zilionyesha sehemu ya juu ya jengo la ghorofa tatu likiwa limeharibiwa vibaya, huku vifusi vikiwa vimefunika magari yaliyokuwa chini ya jengo hilo. Mwandishi wa Al Jazeera Rasul Serda akiripoti kutoka Beirut amesema: Vikosi vya operesheni za uokoaji vilikuwa vikiendelea kufukua vifusi mjini Dahiyeh huku kukiwa hakuna taarifa rasmi kutoka Israeli wala Lebanoni kuhusu waliolengwa na kuuawa katika shambulizi hilo. Sarda alisema shambulizi la hivi karibuni linatia hofu kubwa kwa serikali ya Lebanoni kwani linakuja siku tatu tu baada ya Israeli kushambulia tena mji wa Beirut kwa mara ya kwanza tangu makubaliano ya usitishwaji wa mapigano ya na Hezbollah yalipofikiwa mwezi Novemba mwaka jana. Makubaliano hayo yaliyodhaminiwa na Ufaransa na Marekani yaliweka kikomo cha mzozo uliodumu kwa takribani mwaka mmoja, na yalihitaji vikosi vya ardhini vya Israel kuondoka kusini mwa Lebanon. Pia yalihitaji wapiganaji wa Hezbollah kuondoka kusini mwa Lebanon kupitia mto Litani na mpaka kwa muda uliowekwa kwa Umoja wa Mataifa UN maarufu kama Blue Line, huku vikosi vya jeshi la Lebanon vikichukua nafasi yao. Hata hivyo, pande zote mbili zimetuhumiana kwa kuvunja makubaliano hayo. Israel ilichelewesha kuondoa vikosi vyake Januari na imeendelea kushikilia baadhi ya vilima kusini mwa Lebanon. Pia inatuhumiwa kuwa imekuwa ikifanya mashambulizi karibu kila siku nchini humo, ikidai inawalenga wapiganaji wa Hezbollah na silaha zao. Jeshi lake lilizindua shambulizi jingine Beiruti siku ya Ijumaa likisema kuwa lilikuwa ni jibu kwa roketi zilizorushwa kutoka nchini Lebanon. Hezbollah ilikanusha kuhusika na mashambulizi hayo ya roketi hizo. Mwandishi wa Rejazila Serda alisema kuna tofauti muhimu kati ya mashambulizi hayo mawili ya Israel na nukuu, Raia wa Israeli wanasema shambulio la Machi 28 lilikuwa ni kisasi kwa mashambulizi ya roketi kutoka Lebanon, lakini safari hii hakuna roketi yoyote iliyofurumishwa. Sasa swali ni je, Israel itaendelea kushambulia mji mkuu wa nchi hii? aliuliza Sarda. Mwisho wa kunoko. Watu wa Beirut wana hofu kubwa, wanasema amani hapa ni dhaifu sana na tukio lolote linaweza kusambaratisha usitishaji wa mapigano na kusababisha kurejea kwa vita vipya, alimesema Sarda. Mwisho wa kunukuu. Kiongozi wa Hezbollah Sheikh Naim Kasim alionya Jumamosi kuwa ikiwa mashambulizi ya Israeli dhidi ya Lebanon yataendelea na serikali ya Lebanon isichukue hatua ya kuyazuia, kundi hilo hatimaye litachukua hatua mbadala. Wachambuzi wa kwa upande wao wameilaumu Marekani kwa kuruhusu Israeli kuendelea na mashambulizi dhidi ya Lebanon, ambapo mtafiti wa taasisi ya masuala ya sera Phyllis Bennis akizungumza na Rijazila amesema kwamba serikali ya Trump kimsingi imeidhinisha mashambulizi ya Israel si tu dhidi ya Lebanon bali pia dhidi ya Syria na maeneo ya Palestina yanayokaliwa kwa mabavu na nukuu, hakuna shaka kwamba utawala wa Trump umeweka wazi kuwa hautaikosoa Israel hautasitisha msaada wa silaha unaiwezesha kuendeleza mashambulizi hayo, amesema kutoka Washington DC nchini Marekani. Kile tunachokiona sasa ni mwendelezo wa vita vya mauaji halaiki ambavyo Israeli imekuwa ikivipiga Gaza na sasa vimesambaa hadi Lebanoni, ambako hawashambulii tu mji mkuu bali pia wamepanua eneo la zamani la buffer ililokuwa chini ya Umoja wa Mataifa. Israeli sasa imevunja makubaliano ya usitishaji wa mapigano nchini Lebanon kwa hiari yake, lakini Ufaransa na Marekani, wadhamini wa makubaliano hayo, wamekaa kimya, wakiruhusu shambulizi la Israeli kuendelea bila kuchukua hatua yoyote kuiadhibu, ameongeza mtafiti huyo. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi. Tutakusogezea kila habari inayojiri kuhusiana na siasa za Mashariki ya Kati. Jina langu ni Mgongo Kaitira.